na ni vizuri pia tupatie tuweze kusulia kwa maombi kwa amen, amen. Hapa hapa hii sehemu ambayo ni Webuye West hapa, familia elfu tatu na mia tatu hapa Webuye West, ndio vijana waweze kupata nafasi na kila mmoja, kulikuwa kwa... na uamuzi wa kupeleka e project anywhere else. Na hata huku injia, wakati huwa anatembea, wanasimamisha, wanaanza hiyo akademi, mnaanza kujenga ini So I want to thank you mheshimiwa Dan for what you have done for us as a school and for choosing us kwa sababu tunajua wa wakati mradi unaanza, tutafaidika kama jamii. Wafanya kazi wengi watapata kazi hapa na kisha pesa mingi itaingia katika jamii yetu na nashukuru mheshimiwa na waziri kwa kutuletea academical katika shule ya Bokoli kwa sababu naona kuwa it itatusaidia in one way or the other, kwa sababu wakati wa likizo hatutakuwa ama wale wanafunzi wengine hawatakuwa wanajiingiza katika vile vikundi ambavyo vinaweza vikaharibu future yao. Sasa, tutakuwa tukifunga tunakuja hapa hivi ili kukuza talanda zetu na pia kuwa na future mzuri. Why we brought the issue of the sports academy was really and it is going to be made more often and this is our project is that normally some of the talents just get diminished in the village unaweza pata kwamba kuna watoto wawili wazuri sana lakini kwa sababu shule yao haikuendelea hakuna yule anamuona pale mbele So the cure of that is the sports academy that the scouting would start under the competition of the national level. So that we scout the best uh, athletes we get the best sports people therefore, those talent now we bring to the sports academy for us to expose them. Waziri ile masidemliro kazi inaendelea lakini bado iko slow kidogo. Tunataka yule contractor aharakishe kuweka the canopy na viti kwa ile um, remainders wameweka, lakini hizo hata sasa hawajaweka, msukume kidogo so that by June this year next month, it's about it's about exactly a year tangu tuwe na national celebrations, so tumsukume aweze kufanya hivyo. Pia waziri, tunataka tukuombe hapo Mount Elgon, vile umeambiwa kuna what we call the high altitude training center ambaye nilianzisha wakati wa muhula wangu wa kwanza. It's phase one is over. I want to request you kwa sababu before you came, wani waziri mburukomenu, wa ze minister, tumemuuliza iwe a center of excellence pale kwa mambo ya mbio wanariadha. Please if you can take that itatusaidia. Ninapongea juu ya talanta hela. County government ya Bungoma waziri wetu ni kaunti ambaye we are rich in talent. Tuko na watu wana talanta mbalimbali na kupitia talent tuna watu ambao wameenda mbali. Kwa hivyo nataka niwahimize ya kwamba tuguse talanta zetu, tutumie talanta zetu vizuri, ili tuweze kuconvert hiyo talanta itupatie pesa. Hii Sports Academy ambayo tumezindua hapa siku ya leo ni katika ile mwafaka na njia nzuri ambayo vijana wetu wataweza kupata nafasi kwanza ya kutambuliwa vipawa vyao na wapate nafasi ya kukuza talanta zao. Kwa hivyo leo hapa ambayo tumezindua shule hii ya talanta, tutajenga sehemu ama ile track za kukimbia. We will do eight running tracks. Na pia hapa tutajenga kiwanja ya volleyball, kiwanja ya football, kiwanja ya basketball, kiwanja ya netball. Na pia tutajenga vyumba ya kubadilisha, yani changing rooms for male and female. Na pia tutajenga social hall na tutatengeneza tangi ya maji ili maji yapatikane katika hiyo sports academy. Na huu mradi hapa, serikali ya Kenya, mheshimiwa rais William Samoei Ruto, katika mradi huu utagharimu shilingi milioni 55. Kwa hivyo katika shule hii, hiyo milioni 55, huo mradi utabadilisha sura ya shule hii. Ni kweli si kweli? Kwa hivyo katika awamu ya kwanza kwa jamhuri yote tunajenga sports academy 37 ambayo itagharimu zaidi ya bilioni 1 na milioni mia saba.